akadhia katika mkoa wa Tanga ni ukatili wa kijinsia hasa kwa watoto. Tatizo hili la ukatili wa kijinsia linaanzia kwenye familia, ali yanzii serikalini. Kwa hiyo kila mmoja katika familia tuweke mikakati ya kupambana na tatizo hili, na yule ambaye anafanya ukatili wa kijinsia tusimlee, tusimfuge, tusimuhifadhi, tumpeleke katika vyombo vya sheria akapate anachostahili. Tanga ni mkoa wa dini, dini zote ziko hapa Tanga. Tutumie viombo vya dini, tutumie taasisi za dini katika kukemea na kupambana na ukatili wa kijinsia. Watumishi wa serikali, msivute miguu, msipate kigugumizi katika kupambana na kadhia hii, maanake na taarifa, wengine mnaogopa kushughulikia matatizo haya. Usiogope, ndio dhamana uliopewa unalikwa mshahara kwa sababu hiyo, tunaomba wanatanga tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa wa takwimu za jeshi la polisi za mwaka ja 24 Tanga inaongozwa kwa matendo ya ukatili ambapo matendo ya ukatili 457 4 57 ni mkoa wa kwanza Tanzania, kati ya matukio 7320 kwa hiyo, mweshimua mkuu wa mkoa, viongozi wote wa wa wilaya, tumieni mlango huu wa uwepo wa kampeni ya huduma msaada kisheria kuelimisha wananchi waachane na matendo ya ukatili. Haipendezi mtu ameshikwa kwa jambo linalohusu masuala mazima manyanyasaji wa watoto, shughuli zinaendelea polisi, mtu ananifuata ofisini kuniomba kwamba mtu aondole apewe dhamana. Kwa kweli tuta naumeni sana haya mambo ya muhali, tukioneana muhali Unajua, mkuu mkoa unamjua, RPC utaenda ukasaidia, kwa kweli ili jambo litatufikisha pabaya. Mimi mtu akishaniambia, nikishajua jambo linahusiana na masuala ya ulawiti, ubakaji, unyanyasaji asinipigie wala asinifuate, na ukishaneneza a jambo na kubloku, na hata yale mawasiliano tulikuwa tunaheshimiana yanaisha.